Karibu kwenye Pesa Vibe. Leo tunachambua sura ya pili ya kitabu Emotional Intelligence cha Daniel Goleman, sura inayofunua nguvu ya ajabu iliyo ndani ya kila mmoja wetu, nguvu inayoitwa hisia. Sura hii inaitwa Anatomy of an Emotional Hijacking. Hapa tunagundua kwa nini mara nyingi tunafanya maamuzi mabaya, tunakasirika kipita kiasi, au tunaharibu fursa nzuri, kisa tu akili zetu zimetekwa na hisia zetu. Daniel Goleman anaeleza kuwa ubongo wa mwanadamu una sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza neocortex, sehemu ya kufikiri mantiki na kupanga. Sehemu ya pili limbic system, sehemu ya hisia: hasira, furaha, hofu, wivu na mapenzi. Sasa tatizo linatokea pale ambapo limbic system, hasa sehemu ndogo inayoitwa amygdala, inapochukua udhibiti wa akili nzima. Hapo ndipo mtu anasema au kufanya jambo bila kufikiri, kwa sababu akili akili ya ya ya hisia imechukua nafasi ya akili ya mantiki. Mfano, unakumbuka ile hali ya hasira ambapo unajikuta unasema maneno ambayo baadaye unajutia. Hapo ndipo Goleman anasema umetekwa kihisia. Akili yako ya kihisia imeharakisha kutoa majibu kabla akili ya mantiki haijapata nafasi ya kuchambua ukweli. Goleman anaeleza kuwa amygdala inafanya kazi kama alarm system. Inapohisi hatari hutoa ishara kwa mwili wote: mapigo ya moyo kuongezeka, pumzi kwa shupi, na misuli kukaza. Hii ni muhimu kwa kujilinda, lakini mara nyingi amygdala inakosea. Inachukulia changamoto ndogo kama tishio kubwa. Kwa mfano, mtu anakukosea kidogo, lakini ndani yako unajisikia kama umedharauliwa, unajibu kwa hasira. Au unaposhindwa katika kitu kidogo, unajiona kama umefeli kabisa maishani. Hapo amygdala imechukua uongozi, imekufanya uitikie kihisia badala ya kimantiki. Goleman anaita hii hali emotional hijacking, yaani utekaji wa hisia. Ni kama vile akili yako imetekwa nyara na mtekaji aitwaye hisia. Matokeo ya kutekwa kihisia: wakati mtu ametekwa kihisia, mara nyingi hufanya maamuzi ya haraka yasiyo na msingi. Anaweza kumuumiza mwingine kwa maneno, kuharibu mahusiano au kupoteza nafasi muhimu. Goleman anasema watu wengi waliofukuzwa kazi, walioacha ndoa nzuri au waliopoteza marafiki, mara nyingi chanzo ni tukio dogo tu ya utekaji wa hisia. Hisia za hasira, woga, wivu au aibu zinaweza kumfanya mtu apoteze usawa wake wa ndani, na mara nyingi, baada ya muda, mtu huyo huanza kujilaumu, lakini hasara inakuwa tayari imetokea. Kwa hiyo, somo kubwa hapa ni kwamba kutosimamia hisia zako ni sawa na kumpa mtekaji silaha mikononi anachukua udhibiti, anakutumia vibaya na baadaye anakuacha ukiwa umeharibiwa. Kwa nini watu wengi hutekwa kihisia? Goleman anaeleza kuwa ubongo wa kihisia ni wazama sana, ulitengenezwa tangu mwanzo wa historia ya mwanadamu kwa ajili ya kuishi. Lengo lake ni kulinda, si kufikiri. Lakini kadri jamii ilivyobadilika, akili ya mantiki ilitengenezwa, ya kupanga, kufikiri na kuchambua. Tatizo ni Hisia zina kasi zaidi kuliko mantiki. Wakati mantiki inahitaji sekunde chache kufikiri, hisia zinachukua mili sekunde kufanya uamuzi. Ndio maana mtu anaweza kupinga kelele, kulia au hata kupigana kabla hajafikiri. Kwa mfano, unamtumia maseji ya kukera, unajibu papo hapo kwa hasira. Baada ya dakika tano unajuta. Hapo akili ya hisia ilikuwa imeshinda. Hisia zina kasi lakini mara nyingi hazina usahihi. Ndio maana kujua jinsi ya kuchelewesha mwitikio wako ni dalili ya emotional intelligence ya juu. Jinsi ya kuepuka utekaji wa hisia ni kujenga uelewa wa hisia. Unapojua ni nini kinachokukasirisha, kinachokutia hofu au kinachokuvunja moyo, unakuwa na nafasi ya kuchagua mwitikio wako. Hatua ya kwanza ni kutambua hisia zako mapema. Uliza nafsi yako, kwa nini nimekasirika? Ni nini hasa kimeniumiza? Mara nyingi majibu yatakusaidia kuzuia milipuko ya hisia. Hatua ya pili ni kufikiri kabla ya kuitikia. Pumzika. Toka kidogo. Kaa kimya sekunde kumi. Kisha fanya uamuzi baada ya akili kutulia. Hatua ya tatu ni kujifunza kuelewa hisia za wengine. Mara nyingi watu wanapotukera si kwamba wanataka kutuumiza, bali nao wamechoka au wametekwa kihisia. Ukielewa hilo, Unaanza kutawala hisia zako na mahusiano yako. Hivyo basi, emotional intelligence sio tu uwezo wa kujizuia, ni sanaa ya kutawala akili yako ya kihisia kabla haijakutawala wewe. Kutoka katika somo hili, tunapata mafunzo matatu makubwa. Hisia zina nguvu kuliko tunavyodhani. Zinaweza kutufanya tufanye maamuzi bora au baya. Kujitambua ni silaha ya kwanza ya udhibiti. Usipoweza kujua unachohisi, huwezi kudhibiti unachofanya. Hisia haziepukiki lakini zinaweza kudhibitiwa. Huwezi kuzuia hisia kutokea, lakini unaweza kuamua jinsi ya kuzitikia. Hivyo basi, akili ya kihisia ni msingi wa utulivu, mafanikio na uongozi. Watu wenye emotional intelligence ya juu wanaaminiwa zaidi, wanapendwa zaidi na huongoza kwa hekima zaidi. Sasa jiulize swali hili. Ni mara ngapi hisia zako zimewahi kukuharibu jambo muhimu maishani? Huenda ulikasirika, ukaacha kazi, ukaongea vibaya kwa mtu aliyekuwa msaada wako au ukaacha ndoto kwa sababu ya hofu. Leo chukua hatua. Jifunze kutambua, kukubali na kudhibiti hisia zako. Kwa sababu mtu anayedhibiti hisia zake ndiye anayedhibiti maisha yake. Kumbuka, Kudhibiti hisia zako ni njia ya kwanza kuelekea mafanikio.